Watu wanaohujumu miundombinu ya maji wachukuliwe kwa sababu hawana nia njema na sisi wanakijiji. mwenyewe kwenye <coughs> kiti nenda kaongea na usidi kule. Nenda kule nilitege Mea nilitegemea baada ya serikali kuchukua hatua kukitengeneza kile kisima kimeanza kutoa maji. Ninyi wananchi ndio mnatakiwa muwe mstari wa mbele kulinda kile kisima, lakini miongoni mwetu kuna watu wanaenda kuhujumu kisima, hawafurahishwi na kile kisima. Sasa serikali ipo na inafanya kazi. Tumeelewana jamani? Serikali ipo na inafanya kazi. Kwa hiyo tutunze miundombinu ya maji. Hiki hmm, ndo chanzo cha maji kilichohujumiwa. Sasa ukiangalia umbali wa kutoka kule kijijini mpaka huku na vitu vilivyokutwa huko ndani inaonyesha dhahiri kwamba kulikuwa <tutu> <tutu> no, kwa kuna hujuma. Ona walitoa hivi mifuniko huu hii pipe hii nasikia yote, yote ilizamishwa. Ili ili dumbukizwa huko ndani. <tutu> hmm. Eh? Huku mwenyekiti, kwa namna kulivyo, unahitaji ulinzi. Kiacha huku wazi hivi muda wote, hamna mtu yote anayelinda hapa. Hujuma sio lazima kufanya hivyo, unaweza kaja kufanya hujuma mbaya zaidi, na kwa mbaya zaidi najua unamaanisha nini. Unaweza kufanya hujuma mbaya zaidi eh, kiserikali hiki hii ile eneo linaitwa kituo muhimu, si ndio? mm. Eh, vital installation ambayo inatakiwa iwe na ulinzi muda wote. Mwana jamani. Kwa hiyo vya vyanzo vya maji vilindwe muda wote. Tunao askari hapa wa jeshi la akiba wapo, wafanye kazi ya kulinda hiki chanzo cha maji. Sababu kama waliweza kuhujumu kwa kuweka ama waliweza, Hawezi yasitoke kufanya mitano, hawezi kushindwa kufanya hujuma nyingine mbaya zaidi ko tulinde, tumeelewana, yeah. Ninyi watu wa kijiji cha Twendembele, mwenyekiti, yeah. Hey, umesema uchaguzi uliisha, siasa ziliisha, saizi we una dola yako ya kijijini, sasa fanya hey. Kazi, fanya kazi, tulinde hii miundombinu. Jambo lingine ambalo nitaka nizungumze ni kuhusiana na elimu. Elimu, elimu ni haki ya msingi kwa watoto wetu tumeelewana jamani elimu ni haki ya msingi kwa watoto wetu mtoto anapofikisha umri wa kwenda elimu ya awali ama elimu ya msingi ama amemaliza elimu ya msingi anatakiwa aende kidato cha kwanza amemaliza kidato cha kwanza anatakiwa aende kidato cha sita apewe fursa ya kwenda shuleni tumeelewana elimu sasa hivi ni bure Mheshimiwa Rais anatoa gharama anagharamia kila kitu kwenye, kwenye, kwenye elimu yetu. Kwa elimu ni bure, ni lazima watoto wanapofika umri wa kwenda shule waende shule, na elimu bora iambatane na lishe bora mashuleni. Tumeelewana jamani, tunayo kampeni ya kuhakikisha kwamba watoto wanapewa lishe bora mashuleni. Kwa viongozi wa vijiji kwa kushirikiana na walimu na maafisa elimu wa kata tuhakikishe lishe swala la lishe bora kwa wanafunzi linakuwa kipaumbele. Lakini hawa watoto ambao wana sifa ya kwenda shule waende shule. Lakini utunzaji wa mazingira, utunzaji wa mazingira ni pamoja na vile maana watu wanachoma moto, wanasafisha sio mashamba, akichoma moto anashindwa kuudhibiti ule moto, matokeo yake moto unaleta madhara kwa wananchi, unaleta madhara kwenye miundombinu kama hiyo ya umeme. Kwa hiyo tujihakikishe kwamba tunatunza mazingira yetu na maeneo yetu yawe safi. Miezi miwili au mitatu iliyopita, wilaya ilikuwa inakabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu. Huu ugonjwa wa kipindupindu unatokana na uchafu. Tumeliona jamani, ukiwa na kipindupindu kwenye kijiji chako, ina maana kijiji chenu ni kichafu. Kwa hiyo sisi tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba mazingira yetu yanakuwa safi muda wote, tunayatunza, hatutupi takataka ovyo. Lakini misitu inaitunzwa vizuri. Tumeelewana jamani?